Ikiwa leo ni Mei 11 mwaka wa 2025 siku ya Jumapili, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunaenda kuiangazia mada ndogo isemayo mimi hapa nitume mimi. Kumbuka ni katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia na hii juma tukijifunza somo la saba linalosema misingi ya unabii. Miaka mingi iliyopita kanisa liliamua kukarabati sehemu ya jengo lililo chini ya ardhi lililopitwa na wakati ili kujenga ukumbi mpya kwa ajili ya ushirika. Mojawapo ya mambo ya kwanza waliofanya ni kufunga taa mpya, wakiamini kwamba wangefanya sehemu hiyo ionekane kuwa yenye kupendeza zaidi. Mara tu zilipowekwa, hata hivyo, sehemu hiyo ilionekana kuwa mbaya zaidi, kwa sababu mwanga angavu una namna ya kufunua mapungufu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 Tungejisikia vivyo hivyo ikiwa tungeongozwa kwa ghafla kwenda mbele za Bwana. Nuru inang'aa kiasi cha kutosha kuondoa udhuru wetu wote. Katika kuwepo kwa Mungu tunahisi kwamba tumepotea. Isaya alikuwa katika mastaajabu ya maisha yote. Soma Isaya sura ya sita ya sita hadi ya nane. Isaya alijua kwamba dhambi inamaanisha kwamba tumepotea. Mshahara wa dhambi ni mauti lakini badala ya kutuacha kwenye matokeo ya dhambi, Mungu wa upendo hutuvuta karibu zaidi. Kukutana huku kulikuwa na matokeo gani na kwa nini ni muhimu? Isaya alisafisha dhambi zake wakati serafi alipochukua kala moto juu ya madhabahu na kugusa kinywa chake kwa hilo. Huenda hii ilikuwa madhabahu ya kufukizia uvumba ambapo maombezi yalifanywa na kwa niaba ya watu wa Mungu. Tazama Ufunuo sura ya nane ya tatu na ya nne. Dhambi zake zilisamehewa na sasa alionekana kufaa kusimama mbele za Mungu, lakini zaidi ya hayo, aliagizwa pia kumwakilisha Mungu kwa ulimwengu. Cha kuvutia zaidi, neno serafi linamaanisha anayewaka. Tazama maelezo ya Yesu kuhusu huduma ya Yohana Mbatizaji katika Yohana sura ya 5 ya 35. Yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Ingawa bila shaka Yohana mwenyewe alikuwa mwenye dhambi aliyehitaji neema na wokovu, huduma yake ilielekeza kwa yule ambaye peke yake angeweza kuleta neema na wokovu. Yesu alikuja kama udhihirisho kamili wa utukufu wa Baba, naye Mungu alimtuma nabii mwenye dhambi Aliyefanya kazi kama ya mmoja wa maserafi wa mbinguni. Baada tu ya Isaya kujua kwamba dhambi yake ilikuwa imesafishwa, ndipo aliposema, mimi hapa nitume mimi. Ni kwa namna gani kila mmoja wetu, dhambi zetu zikiwa zimesafishwa kwa damu ya Yesu, anaweza kuitikia kama Isaya alivyofanya hapa? Kumbuka hii ni Mei 11, siku ya Jumapili. Mimi hapa nitume mimi. Mwenyezi Mungu atubariki sote na kwa neema yake ikiwa itampendeza tuendelee kujifunza masomo haya. Mungu akubariki sana.